Za katiba siku zote miaka yote zama zote ni waraka, waraka ni kabisi, kuajia, kenalisu, kenalisa, kenalisa, kenalisa. Ni wa kisiasa waraka wa kisheria, ni jambo la baadaye kabisa la kuachia kinarisu na kinamu mheshimiwa maraka, lakini jambo la kwanza kabisa juu ya katiba ni waraka wa kisiasa, ni waraka wa kila mmoja wetu. Wasikuambie mtu kwamba wewe unajua nini, sio mwana sheria Katiba ni waraka wa kisiasa unaowahusu watu wote, kwa sababu katiba ndio inayoweka utaratibu wa nani atafanya nini, kuhusiana na haki zako wewe, kuhusiana na maisha yako wewe, kuhusiana na rasilimali zako wewe, kuhusiana na nchi inavyoenda, nchi itatawaliwaje, nani atakuwa na haki ya kushikilia mali za nchi. Kwa ni waraka wa kwanza kabisa wa kisiasa na kama waraka wa kisiasa lazima uamuliwe kisiasa. Katiba mpya haipatikani na haijawahi kupatikana mahakamani. Kwa hiyo msiniambie eh, hey, fikirieni wanasheria, watu mahiri, twendeni mahakamani. Sitaenda. Katiba haipatikani mahakamani, katiba inapatikana mitaani. Kama waraka wa kisiasa katiba inapatikana mitaani mitaani, kwa nguvu ya umma. Katiba haipatikani kanisani, na kutumiwa message nyingi sana sasa hivi tunawaombea. Msituombee, tutaomba mpaka Yesu atakuja, tutapata katiba mpya. Katiba inapatikana wananchi wakiamua. Sasa inatosha. Sasa, baada ya kusema haya pendekeze kwamba ni vitu gani hasa, baada ya yote, ni vitu gani hasa ambavyo kwetu sisi kama taifa na kama wananchi tunavihitaji kuwa katika katiba mpya, ambavyo kama havipo, kama havipo, hiyo katiba si mpya, ni mambo yale yale. Ni vitu gani hivyo ambavyo lazima viwepo ili tuseme hii ni katiba mpya? Na hayo nitakayoyasema, ndugu zangu, ni matatu tu. Matatu hayo, au manne, hayo ndiyo yatakayoijenga au kuibomoa nchi hii. Mambo matatu tu. Jambo la kwanza ambalo lazima liamuliwe kwenye katiba mpya ili iwe katiba mpya ni swala la muungano, swala la nchi hii inaitwaje? Nchi hii ni aina gani? Tanganyika, au Zanzibar au yote kwa pamoja? Kama yote kwa pamoja, ni kwa namna gani? Muungano wa mwaka 64 ulizaliwa katika mazingira moja, mazingira ya vita vya baridi kati ya mataifa makubwa wa Marekani na Warusia zilizo. Bila vita baridi, kusingekuwa na muungano. Bila njama za Wamarekani na Waingereza kuwadhibiti kina Muhammad Abdulrahman Babu na kina Salim Salim na kina Abdulla Twala na wengine Wazanzibari waliofanya mapinduzi, kusingekuwa na muungano. Muungano lengo lake la kwanza ilikuwa kuwadhibiti wale wenye siasa kali wa Zanzibar wamezwe huku bara, kubwa haikuwa, haikuwahi kuwa sera ya TANU, haikuwa sera ya ASP. Ilizuka mara baada ya mapinduzi kwa muungano. Mazingira ya kwanza ya muungano yalikuwa ni hayo ya vita baridi. Hakuna vita baridi tena. Mazingira ya pili, mazingira ya pili yalikuwa mazingira ya chama kimoja. Sasa mnafahamu kwamba katiba yetu ya kwanza iliyotangaza mfumo wa chama kimoja ni katiba ya muda ya mwaka 65 lakini mwaka 64 wakati haya yanafanyika, muungano unazaliwa, kulikuwa na tume iliyoundwa iliongozwa na mheshimiwa anaitwa Rashid Mfaume Kawawa, na miongoni mwa wajumbe wake, katibu wake alikuwa Pius Msekwa, ni wale wale. Na kazi yao ilikuwa kutengeneza utaratibu wa Tanganyika kuwa nchi ya kidemokrasia ya chama kimoja. Kwa hiyo muungano ulizaliwa katika mazingira ya chama kimoja, mazingira ya chama kimoja hayapotea. Mazingira ya tatu, muungano ulizaliwa katika kipindi ambacho upande wa Zanzibar, upande wa Zanzibar ulikuwa unatawaliwa ki ki, ki, ki, ki kidikteta. Karume hakuwa mwana demokrasia. Historia ya nchi haijaandikwa vizuri bado. Watu wengi sana waliuawa mapinduzi na baada ya mapinduzi, na muungano ulizaliwa katika kipindi ambacho kwa upande wa Zanzibar hakukuwa na uwezekano wa kukataa, hakukuwa na uwezekano wa kuhoji, kwa sababu tofauti ya kuhoji ilikuwa ni tofauti ya kifo au kuishi. Kwa hakukuwa na kuhoji upande wa Tanganyika ambako ambako kulikuwa hakukuwa na nafasi ya kuhoja. Bunge lilikuwa hili, hili kama la leo. La leo afadhali kidogo, lilikuwa bunge la chama kimoja. Sasa kwa sababu ya upande wa Zanzibar kuwa katika mazingira ya kidikteta, waliingizwa mjini vibaya sana. Tunapenda sana kuwalaumu Wazanzibari kwa sababu hatuelewi historia yao ya muungano. Karume alichotaka kwenye muungano ilikuwa ulinzi tu, asipinduliwe na wale wana wadogo kina Kasim Hanga kina babu na wengine. Nje ya hapo, hakuwa na shida ya muungano. Nyerere alikuwa na shida ya muungano, Zanzibar italeta chokochoko, kwa hiyo muungano utatumika kama mekanizimu ya kuimeza Zanzibar ili hizi chokochoko -choko za Zanzibar ziishe. Vision ya mwalimu ilikuwa ni ya serikali moja, serikali moja sasa ya mwalimu yameshindikana. Wazanzibari tangu miaka ya mwanzo ya 80 walipata sauti yao ya, ya kuhoji nini hiki mlichokuletea? Ndicho kilichomgoa Jumbe 84 ndicho kilichomua Hamad, huyu nani, Maalim Seif 87, wakashtakiwa kwa uhai. Nyiye mnaofikiria tunasikiza yeye, swala la muungano. Wazanzibari tangu miaka ya themanini wamekuwa wanadai uhuru, na katika mazingira ya leo muungano wa aina hii uliodumu miaka yote hii hauwezekani tena. Wazanzibari wana rais wao, wana mkuu wa nchi, wana mkuu wa serikali, wana kamanda wa majeshi, wana majeshi, wana wimbo wa taifa, wana bunge, wana mahakama, wana bendera. Kilichobaki wao na waziri wa mambo ya nchi za nje. Inachukua miaka mingapi kuteua waziri wa mambo ya nchi za nje? Na iliyobaki ni sarafu na haya yamefanyika kwa njama za sisiem, kwa ushiriki wa sisiem. Kwa swala la muungano, ni tembo aliyepo uwanjani katikati. Unaamua ujifanye humwoni, ujifanye humwoni, lakini yuko au umwone, utafute namna za kudenani. Muungano hauwezi ukaendelea hivi ulivyo tena Naelewa kwa swala la kwanza ambalo linahitaji kuamuliwa na katiba mpya: tunataka au hatutaki hiki kinachoitwa muungano? Kama tunataka ni wa aina gani? hauwezi